Mke wake hayati Raila Odinga Ida Odinga amepingana na kuondolewa madarakani kwake Edwin Sifuna, na mama Ida Odinga, ambaye hivi majuzi aliweza kupewa kazi na William Ruto kama mjumbe wa Kenya katika umoja wa kimataifa a kitengo cha mazingira, ameweza kusema kwamba hatua ya kumwondoa Edwin Sifuna kama katibu wa chama cha ODM haina msingi, na amesema kwamba Edwin Sifuna haendi popote. Karibu ni wachanganulie kwa marefu na mapana ili tuweze kuyaelewa yale ambayo yanazidi kujira, yanazidi kujiri katika siasa za taifa letu la Kenya na ndani ya chama cha ODM. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Tafadhali, iwapo unanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja, mbili, tatu kapige subscription bonyeza kengele, alafu sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu, ili tuendelee kukaa familia kubwa. Hiyo ndiyo njia moja ya kukuza hichi kituo, mpenzi mtazamaji, na kukisogeza kuelekea kwa vi... kuelekea kwa hatua zingine. Sasa ninaelezwa kwamba hatua za kumwondoa Edwin Sifuna madarakani kama katibu mkuu wa chama cha ODM zimeweza kusababisha familia ya Raila Odinga kugombana na kaka yake Raila Odinga mkubwa ambaye ni Oburu Odinga. Familia ya Raila Odinga inaonekana kwamba sasa imeweza kutanua makucha, kutetea chama ambacho ni legasi ama ukipenda legasi ambayo Raila Odinga aliweza kuiachia Kenya baada ya kuweza kuaga dunia. Unajua Raila Odinga amepigana sana zaidi ya miaka ishirini angalau ukikuza na kukiinua chama cha ODM kama chama ambacho kinakubali maoni tofauti. Chama ambacho kiko na demokrasia sijui kama unanielewa mpaka hapo sasa. Hiyo demokrasia ambayo baba alikuwa anaipigania inaonekana kwamba kuna viongozi wengine ambao wameweza kusema kwamba hiyo demokrasia iliweza kuenda na mheshimiwa Raila Odinga, na sasa tunaelezwa kwamba Oburu Odinga ni kama ameamua sasa kuuza chama, lakini sasa Winnie Odinga uh, Ida Odinga na Ruth Odinga na Edwin Sifuna wameweza kukataa kata, katakata pamoja na Raila Junior wamekataa kata, katakata hatua uh, za Oburu Odinga kuchukua chama cha ODM kuelekea kwa serikali. Unajua mtu kama vile Oburu Odinga haelewi jasho la kuunda chama. Oburu Odinga ni yule ambaye akisikia msemo ambao unasema kwa lugha ya Kiswahili kwamba mtegemea cha nduguye hufa maskini, anaweza akakutusi. Oburu, akisikia ukimwambia kwamba mtegemea cha nduguye hufa maskini, anaweza akakugonga, kwa sababu yeye ndiye ameweza kufaidika kutoka kwa jasho ambalo Mheshimiwa Odinga aliweza kulimwaga, kufanya nini? Kuunda chama ambacho kilikuwa na demokrasia, chama cha ODM. Sasa Gazeti la Saturday Standard, lina linaripoti kwamba Ida Odinga <laughs> amesema na kumwambia Oburu Odinga kwamba Sifuna haendi popote. Wewe kama unafikiria Sifuna ataenda popote, unajikosea au umeweza kupotea dira au umeweza kupoteza dira. Inaonekana kwamba kwenye familia ya Raila Odinga, Edwin Sifuna ndiye kitovu chao. Inaonekana kwamba familia ya Mheshimiwa Odinga inamwamini sana Edwin Sifuna. Naomba niweze kukusomea kulingana na yale ambayo yameweza kuchapishwa hii leo, na yanasema hivi. Nitasoma kwa lugha ya Kimombo ili tuweze kuyachanganua kwa lugha ya Kiswahili.

Wakaendelea kusema kwamba at the center of the storm is ODM party leader Oburu Odinga who has been steering the party towards possible political arrangement with President William Ruto. Sasa maneno haya yanaeleza kwamba uh, kulingana na vita ambavyo vinaendelea ndani ya chama cha ODM, vita vya ni nani ambaye anapaswa kuchukua usukani kuwa Uh, kiongozi wa chama cha ODM vile vita vimeweza kuonyesha kitu ambacho kinaonekana kwamba kuvunjika kwa chama cha ODM na kupoteza dira chama cha ODM ambacho uh, kimeonekana kwamba kimepigania siasa za taifa letu la Kenya kwa muda mrefu. Sasa, tunaelezwa katika vita hivi ndani ya chama cha ODM Mtu mwenye anaitwa Oburu Odinga ameweza kuhusishwa ambaye sasa hivi anaonekana kwamba anapigania kuweza kuhakikisha kwamba anachukua chama cha ODM kuelekea kwa serikali. Backed by allies within sections of ODM and UDA, Oburu appears determined to chart a new path. However, his approach has unsettled members of Raila's inner circle, with the divisions increasingly playing out in the public. Unaona, hatua za Oburu Odinga kutaka kujumuisha chama cha ODM na ama chama cha ODM kuelekea kwa serikali inaungwa mkono na baadhi ya viongozi ndani ya chama cha ODM na viongozi wengine kutoka kwa chama cha UDA, lakini sasa hivi hii imeweza kuonyesha kwamba baadhi ya viongozi ndani ya familia ya Odinga wamekataa katakata -kata Oburu kusonga mbele na hatua hizo tunaelezwa hivi observers argue that the push for rapprochement with the state house has deepened mistrust within the family with some suggesting external political pressure may be compounding the tensions Communications consultant Barack Muluka claims Oburu and his allies are pushing power at the expense of Raila's long standing political ethos. The fallout became more visible after the dramatic ouster of Secretary General Edwin Sifuna uh, a move later overturned by the political parties tribunal. Raila's widow, widow sikiliza hapo Raila's widow, Ida Odinga openly questioned the decisions, the decision defending Sifuna and urging dialogue over expulsions she likened the situation to family members being chased from their own home insisting disputes should be resolved internally nikimnukua kasema hivi, Edwin Sifuna is the secretary general of the party he is the son of Raila he is not going anywhere

recalled moments when her father made personal sacrifice to safeguard party unity warning against abandoning the legacy. Hiyo ni taarifa ambayo mpenzi mtazamaji, ambayo imeweza kuchapishwa katika gazeti la The Standard siku ya Jumamosi, mahala ambapo mama Ida Odinga amesema kwamba kipindi ambapo mzee wa nyumba amefariki, watoto hawafukuzwi kutoka kwa nyumba, bali wanaletwa pamoja. Iwapo pametokea na mtafaruko na tofauti ndani ya familia, watoto hawafukuzwi, bali wanaongeleshwa na mazungumzo yanatokea ili kuweza kutafuta suluhisho. Mama Ida amesema kwamba hakuna mahala ambapo Edwin Sifuna anaenda, kitu ambacho kinaonekana kwamba ni pingamizi na uamuzi ambao uliweza kutolewa na Oburu Odinga, Gladys Wanga na akina Junet Mohamed ambao waliamua kwamba wanafukuza Edwin Sifuna kutoka kwa chama cha ODM. Lakini ukiangalia wachambuzi wa siasa wengi pamoja na baadhi ya viongozi wanaeleza kwamba kuna presha ambayo inatokana kutoka ikulu ya Kenya, au ukipenda presha ambayo inatoka kutoka kwa serikali ikisukuma kwamba Edwin Sifuna aweze kunyofolewa kutoka kwa wadhifa wake wa katibu mkuu wa chama cha ODM, lakini Mama Ida Odinga amesema kwamba hakuna mahala ambapo Edwin Sifuna anaenda, kitu ambacho kimeweza kuonyesha wazi familia ya Raila Odinga na kaka yake mkubwa Oburu Odinga inatofautiana. Hii imeweza kuonyesha wazi hata hatua ya kuweza kumweka Oburu Odinga kama Party leader wa chama cha ODM inaonekana kwamba, inaonekana kwamba familia ya Odinga haikuridhika na ule uamuzi. Sasa ni pigo kwa Oburu na wenzake ambao walikuwa wamesema kwamba Sifuna hafai kukua kwa chama. Kwani Mama Ida Odinga amesema kwamba haendi. Na Ida, ndiye yuko na usemi wa mwisho. Unaweza ukaambia nini Oburu? By the way, kama umenitazama mpaka hapa, unaweza ambia nini Oburu Odinga? Sema nasi, narejea na mengi tena zaidi. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, asante sana kwa kunisikiliza. Wacha nikuambie, Sifuna aendi popote. Sifuna ni sauti ya Wakenya. Na Sifuna amesema William Ruto ni one term. Na Sifuna amesema kwamba watu hawawezi wakalazimishwa kuweza kumuunga rais William Ruto mkono. Sijui iwapo unakubaliana na Sifuna. Kama haujaweza kufuata Sifuna, hakikisha kwamba unakimbia kwenye mitandao yake ya kijamii ya Facebook na unamfuata pale ili tuweze kukaa familia kubwa. Niliona Uh, kipindi ambapo tunazidi kuzungumza hapa, mpenzi mtazamaji, akaunti ya Facebook yake Edwin Sifuna inazidi kukimbia sana, na ninaomba uwe mi, uwe miongoni mwa wale ambao watachangia akaunti yake Edwin Sifuna iweze kugrow kwa sababu vijana hawa ndio watakuja kukomboa taifa letu la Kenya hapo kesho. Sijui kama unanisikiliza. Sasa hivi Edwin Sifuna akaunti yake iko 720,000 followers. Tunataka tuweze kumfikisha 1 million. Kimbia pale.